Nielekeze, nataka nipate ripoti ya watu wote wale wanaoshughulika na kutibu, taarifa zao kila eneo, tupate ripoti comprehensive report ambayo itaonyesha hospitali moja moja, hapa tuna wataalamu hawa kwa mujibu wa matakwa ya matibabu, hawa wanatosha ama hawa hawatoshi na sifa zao hizi zinafaa ama hizi hazifai. Msimwone mtu mhani, kwenye maeneo haya hayahitaji mtu kusema ah, hapa kuna ndugu yangu, hapa kuna mjomba wangu. Hakuna mati, hakuna ujomba kwenye matibabu. Kama unataka ndugu yako akae pale, kamsomeshe, si ndipo bwana, wenzako wanakaa huko miaka mitano. Kwa hiyo kama unataka aje akae hapa, wala ina shida, peleke tu miaka mitano akakolifa akija hapa sisi tunamhitaji. Msiingize kwenye maeneo haya watu wasiohusika. Hizi changamoto zinakuja kwenye maeneo haya kwa sababu saa nyingine mnauleo urafiki. Acheni urafiki kwenye maeneo haya, mpeni mtu mwenye sifa ya kuwahudumia watu. Leo kuna mtu umemweka, ni mgeni, afundishwa na hawa wazao, anafundishwa na hawa, na huyu namlipa a lot of money. Haiwezekani. Tukalisimamie hili kwenye maeneo yote, na ripoti hiyo, katibu mkuu, niipate ripoti hiyo ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Tena naomba na mapendekezo kwamba bwana, eneo hili kwa mujibu wa utaalamu palihitaji watu watano wenye sifa hizi, tuna watu wawili wenye sifa hizi hawa watatu waliopo hawana sifa. Maana bora tufahamu, tusiwe tunakwenda saa nyingine tunakwenda kuwalaumu watu kumbe wala hawahusiki. Hatuwezi kwenda. Hili eneo hili ni eneo muhimu na linahitaji mazingatio kwa asilimia mia. Hapa hakuna kujaribu kwenye matibabu. Tuko tayari kama kuna changamoto zinazo face kwenye hili eneo, kusitatua haiwezekani. Lazima tujenge imani ya watu, tujenge imani ya wananchi wetu. Leo mtu wakiuma anasema bana, mi nisaidie, hela takwenda Dar es Salaam. Sema kwa nini toa hela wakati hapa tunatibu bure? Hakwambii, lakini kumbe ni haya, mi nilikuwa sijajua. Twende tukasimamie, na katika haya asiyeweza kutekeleza inavyopaswa aache, aondoke, tusimuone mtu lakini pia na tusimpendelee mtu ambaye hafanyi kazi, yuko pale kuwahudumia watu. Najua kuna watu wanatoa ile kweli kweli na wanastahili sifa, wako lakini, kuna na wengine ni wazembe, wavivu, rushwa, wapo. Mkiwakuta hawa, hukumu yao hawa, wawajibisheni kwa mujibu wa sheria. Anayestahili kusimamishwa msimamisheni, anayestahili kupewa onyo mwonyeni, anayestahili kufukuzwa, hii ndio haki yake, mfukuzeni.